Namwita sasa Mheshimiwa Boniventura Kiswaga, atafuatiwa na Mheshimiwa Bona Kamoli. Mheshimiwa Nema Kichiki Lugangira ajiandayi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kushukuru kwa kunipa nafasi hii na mimi niweze kuchangia hotuba ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nianze kumpongeza sana Mheshimiwa Raisi kwa kazi kubwa ambayo kwa kweli ameionyesha kwa Watanzania wakati anaachiwa nchi. Niungane na wenzangu kusema kwamba miradi mikubwa iliyokuwa imeanzishwa, kama asingekuwa shupavu, miradi hii isingekamilika na kuendelea. Kwa kweli sisi tunajivunia uwepo wake na utendaji kazi mzuri ambao kwa kweli Watanzania tulikuwa tunahitaji rais wa namna hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo wenzangu wamezungumza Uchumi unakuzwa na miundombinu. Miundombinu ya reli kwa sasa, watu ambao tunasafiri kutoka Dodoma Dar es Salaam, kwa kweli imeturahisishia sana, kwanza kwa gharama ndogo, lakini pia kwa muda mfupi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara zimeendelea kufunguka, madaraja yameendelea kujengwa ama kweli yale ambayo yamesemwa kwenye Biblia kwamba watu walivuka baharini kwa fimbo ya Musa, ndilo ambalo tunakwenda kuliona. Usagala Busisi kwenda Sengelema daraja ambavyo, mheshimiwa mwenyekiti, linaendelea kukamilishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze waziri mkuu. Waziri Mkuu ndiye ambaye kiongozi mkuu wa shughuli za serikali bungeni amekuwa nasi hapa, amekuwa akitusikiliza, lakini amekuwa kioo kwa mawaziri wengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwa mtendaji mzuri sana wa serikali kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais. Nataka kuyazungumza haya kwa sababu tarehe ishirini na moja ukiondoa mengine, mwezi wa kumi na mbili alikuwa kwangu Magu. Alipoingia tukaanzia pale Kisesa, Bujora ambapo ukiwa na tenki kubwa la maji likikamilika litawasaidia miji ya mji wa Bujora na Kisesa. Mvua ilianza kunyesha, waziri mkuu hakusita, akaanza kuongea na wananchi, mvua inanyesha. Huyu ni waziri mkuu wa aina tofauti. Tumeona mawaziri wakuu, lakini huyu ni waziri mkuu wa aina tofauti. Tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kumsimamia na kumpa moyo huo huo, huo wa kuweza kujali wananchi wake. Tulipotoka pale tulikwenda shule ya wasichana ya Kimkoa na tulipotoka pale tulienda Ngaya. Tulipofika Ngaya kwenye daraja ambalo Mheshimiwa Rais ametupa bilioni tisa pointi tatu, maana yake kwamba wale tunaobeba fedha kwenye mabegi ni mabegi tisini na tatu yamewekwa pale Ngaya. Mvua ilimwagika Waziri mkuu akusita, aka aka, aka, aka akatoka mbele ya Dubai ya, ya akasimama kwa wananchi, akaanza kuhutubia wananchi, mvua inanyesha mpaka mwisho wa hotuba yake. Kwa kweli, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakupongeza sana kwa kazi nzuri, wewe kwa kweli unamsaidia Mheshimiwa Rais kikamilifu, lakini hukusita. Tukaondoka hapo tukaenda kwenye daraja la, la, la, la, la Simiu ambalo mheshimiwa rais ametupa bilioni 48 na, na linaendelea kujengwa. Sisi tunaobeba mabegi milioni mia moja, mia moja, mia moja ni sawa na mabegi mia nne na themanini. Haijawahi kutokea pesa hizo kuletwa Magu, kwa kweli Tunakupongeza, tunampongeza mheshimiwa Rais kwa kutupa fedha nyingi kiasi hicho. Lakini pia tunakupongeza waziri mkuu, ulitembea mvua ikiwa inanyesha, lakini ukiwa unawahutubia wananchi maelfu kwa maelfu. Kwa kweli, endelea kuwa na moyo huo. Lakini tunapompongeza mheshimiwa Rais, tunaendelea kusema pia na mapungufu ambayo kwa kweli sasa hivi tunahitaji fedha tu kwa ajili ya kumalizia mradi wa maji wa Lugeye ambao uko asilimia sitini na tano lakini mradi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Iseni Nyang'anga, mradi wa Mwamabanza wa, wa, wa mwarina Salongwe ambao uko asilimia themanini na tano ni fedha tu kidogo za kumalizia ili mradi wananchi waweze kupata huduma. Tunaamini mipango ya serikali, si muda mrefu mtatoa fedha kwa ajili ya kukamilisha miradi hiyo. Lakini tunapompongeza mheshimiwa rais kwa kuleta fedha nyingi za elimu, madarasa mengi yamejengwa. Tunaendelea kupongeza Waziri Mkuu kwa usimamizi wako madhubuti ambao kwa kweli umeendelea kujionyesha kwetu, na mimi nataka niendelee kupongeza serikali ya awamu ya sita. Tulikuwa na jengo ambalo limeanza mwaka elfu moja elfu mbili elfu mbili na kumi na mbili, limekaa kwa muda mrefu lakini sasa hivi nafurahi kusema kwamba halmashauri yangu ya Magu imehamia mwaka huu kwenye jengo jipya ambalo mheshimiwa rais ameendelea kutupa fedha. Lakini tunapoendelea kumpongeza mheshimiwa rais, tunaendelea pia kupongeza jitihada hasa kwenye vituo vya afya, ambavyo kwa kweli vituo vya afya ambavyo tumepewa na vifaa tiba vinavyojitosheleza, wananchi sasa hivi wanapata huko huko matibabu ya kutosha kwenye vituo vya afya kuliko hata kwenda kwenye hospitali zetu za wilaya. Tunaomba tuendelee, serikali iendelee kuleta fedha hasa kwenye vituo ha. Mimi na kituo cha afya pale Ngaya kimebakiza milioni mia mbili na hamsini, kinakamilika. Ni pale mheshimiwa waziri mkuu ambapo ulisimama, mvua inanyesha pale Busalanga, kituo kile kina, kinapelea tu shilingi milioni mia mbili na hamsini kiweze kukamilika kwao. Tunahitaji serikali pia inapopata fedha iweze kutupa, lakini pia hata kwenye kituo cha afya ambacho tulikuwa tumekipa kipaumbele kama ambavyo serikali mlielekeza kwamba angalau kila jimbo kiweze kuleta orodha ya kituo kimoja kimoja. Kituo cha Rutale nacho tunahitaji fedha kwa ajili ya kukamilishwa ili kiweze kuendelea. Mheshimiwa eh, mwenyekiti Serikali ya awamu ya sita imefanya mambo mengi, lakini tunaamini kwamba mahitaji ya watanzania yako mengi. Tunapokwenda kwenye umeme, tumekwenda sasa vitongoji ambavyo umetupatia kumi na tano na mimi nafurahi kusema kwamba vitongoji kumi na tano kwenye jimbo la Magu mkandarasi yuko kazini na anaendelea vizuri. Sasa tunahitaji vitongoji vingine, na hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, hebu muangalie sisi wenye majimbo makubwa huwezi kutufananisha na majimbo mengine madogo, ukatugawa labda vitongoji hamsini hamsini, wengine tuko dabo. Hebu muangalie hapa, ndipo ambapo mimi nataka kulisitize kwamba sisi tulio na majimbo makubwa angarau mtupe vitongoji vingi, kwa sababu mimi na vitongoji mia tano na nane huwezi kufananisha na mtu mwenye vitongoji mia mbili na sita kwa kweli, mwangalie hilo wizara ya nishati iweze kupima ukubwa wa majimbo yetu halafu iweze kutupatia vitongoji ambavyo kwa kweli vinafanana na majimbo yetu. Mheshimiwa uh, mwenyekiti, tunapoendelea kumpongeza mheshimiwa Rais, kwa kweli nataka tu niseme kwamba tumepiga hatua kubwa kama ambavyo wenzangu wamezungumza mimi bajeti ya barabara talula ilikuwa ni milioni mia nane na thelathini leo na bilioni mbili pointi nane maana yake kwamba nimeongeza fedha ambazo eh, zilikuwa zi, zi, hatuna kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini lakini hata hivyo bado uhitaji wetu wa barabara ni mkubwa mno, kwa sababu ya maeneo yenyewe husika hasa kwenye mji wa Kisesa na Bujora, na niombe hili mheshimiwa wa waziri mkuu kwamba katika fedha za wafadhili zinazokuja kuboresha miji mji wa Kisesa na Bujora unatakiwa uwekwe sasa kwenye mpango nao wa kuboreshwa na fedha hizi za wafadhili, hasa World Bank kwa ajili ya kuhudumia barabara. Lakini mheshimiwa waziri mkuu wa, mheshimiwa mwenyekiti, tunapompongeza waziri mkuu, tunawapongeza na mawaziri wanaomsaidia kazi hii ni kubwa. Kazi ya kusaidia mheshimiwa rais ni kubwa sana. Alipoanza waziri mkuu kwamba mazao ya kimkakati mazao matano ya kimkakati, pamba, chai na mengine, nataka nikuhakikishie kwamba nampongeza sana waziri wa kilimo ameanzisha utaratibu mzuri wa BBT hata wafanyabiashara wa uchambuaji wa pamba wakakubaliana kuwalipa vijana waliotoka vyuo vikuu kwa ajili ya kusimamia kilimo, na mwaka huu tunayo matumaini makubwa kwamba zao la pamba litakwenda kuongezeka. Ni kazi ya serikali kuona sasa mwenendo wa bei. Kwa hiyo, wewe waziri mkuu umefanya kazi kubwa sana ya kuhamasisha, kwa hiyo hapa mawaziri wanakusaidia kikamilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, muda wangu umeisha, basi naunga mkono hoja, lakini nikikuhakishia kwamba waziri mkuu, tuendelee kumwombea wabunge, mheshimiwa rais aendelee kumwamini kwa sababu anamsaidia kikamilifu. Asante sana.